E, nakshi hapa unaiona. Ha yeah. Makaburi watu wenye uwezo mm. yalipambwa kama unavyoona vikombe, sahani, mabakuli, mabirika maeneo haya hapa. Wanyewe wazee wanazungumza ilipofika mwaka 1958 DC mmoja alikuwepo Pangani wa kizungu aliyeitwa Bwana Tenero. Alituma wafungwa mm. mm. mm. wakajatoa vitu vyote ambavyo vilikuwa vimepambwa kwenye makaburi mm. akaanzisha mm. sehemu yake historia ya Mombasa Pali walileta uharibifu mkubwa sana 1958. Kwa nini? Kwa nini aliharibu? Aliamua tu kufanya vitu kama hivi ah. Lakini kweli makaburi kama unavyoona hapa mm. yalikuwa mingi sana, yalikuwa yamepambwa. Hata mimi mwenyewe niliwahi kuja huko tajibirika hapa, ilikuwa limetolewa la dongo ah. Walikuwa watu wenye uwezo, wanapamba makaburi yao kama hivi, hichi kikombe hapa palikuwa kuna masahani ambayo watu matajiri. Eh watu wenye uwezo wao walikuwa wanapamba mm. sana makaburi yao wenye mm. uwezo na kama vile masharifu vokuwa mmeona naa, lakini uharibifu huu ulifanyika kupitia DC mm. ambao aliitwa Bwana Tenero mwaka 1958, na mm. akaondosha vile vitu akavipeleka Mombasa, akaanzisha mm. sehemu yake mm. ya historia. Kumbe alitoa hapa kabla ya uhuru hapo oh. alifanya vitu hivyo hapo hmm. hivi huu ni msikiti mm -hmm. msikiti wa awali ambao ulipigwa bomu na Wajerumani katika harakati za kumsaka Bushiri bin Salim. uh -huh. walijua kwamba yumo humu ndani wakaupiga kuupiga kumbe, yule bwana wala hakukuwepo hapa mm -hmm. na, na tulifanya jitihada kwamba kilikuwepo kibao cha tarehe ya huu msikiti, lakini mpaka sasa hivi mm -hmm. hatuja hatujakipata kile kibao ambacho kiliandikwa kwa kwa Kiarabu, ndio kwenye harakati sana kukitafuta mm hicho -hmm. kibao walidhani kwamba Wali yule Abushiri yumo humu ndani, wao wakapiga bomu kupiga bomu, kumbe Abushiri hayumo humu. Oh. moja katika majengo yetu ya zamani sana yalikuwepo hapa. Kwa hiyo kibao ndo kibao tu ambacho kile hatujakipata, lakini tumekitafuta sana, ni jiwe ambalo limechongwa lime alafu likaandikwa tungekipata tungejua mpaka tarehe yake humsikiti, yaani, hmm. Maya haya si ndio tunawatafuta sana, tukiyapata tukiapata hmm. tunajua zile tarehe yanakuwa yanakumbukumbu yana muhimu yanakumbukumbu nzuri sana na hmm. hata hmm. hata katika katika taarifa moja nilipata hmm. kwamba hata Vasco da Gama alivyoingia hmm. hapa Pangani kuna hmm. jengo moja aliliona liko upande wa kusini, na wasiwasi itakuwa raba ni hili Msikiti wa zamani sana na huko msikiti mbadala ambao baada huko kupigwa mm, bomu mm, ukajengwa mwingine huko mbele mita mia moja hapa Amba tuta ambao tutafika tutauangalia. Kwa hiyo huu ndio msikiti ambao Wajerumani walipiga bomu ya bomu eneo hili ambao eh, eh, hmm, yaliobakia kwamba Abushiri yuo ndaniemo humu. Wazee walizaliwa mwaka elfu moja mia tisa na tano mpaka elfu moja mia tisa na kumi walikuta bado maguzo yapo nguzo hey, bado zilikuwa zipo wazee waliozaliwa 1905 tisamia natano mpaka 1910 na, ah, walikuta nguzo zipo. Okay, kuna mambo mengi ambayo bweni ya kuringia nayo na kuyatumisha mm, kuyafuatilia na mm, lakini ni zile nguvu ya kuweza yeah, kunani hii. Sasa ni yule mzee ambaye niliwaambia pale, amkwa wish dokta ambaye waliozeshana mm, na wale masharifu walivyofika hapa, yani kama wenyeji wao msikiti. Mm, huu ni mbadala kupitia ule uliopigwa bomu na Wajerumani. Eh, yaani msikiti huu kisa kumsaka Abushiri. Sasa msikiti huu umeona kaze mnamo litengwa kuanzia elfu moja mia tisa kama na tatu mpaka na, um, kwa eh, oh, eh, sababu mwisho wa Abushiri ilikuwa elfu moja mia nane na thamanini na nane mpaka thamanini na tisa, ni miaka miwili ndio walipomkamata, ndio umeona sasa. Na ule msikiti ulikuwa ushapigwa bomu, wenyeji hapa ndo wakaanza waka kusimamia msikiti huu mm, ukatengenezwa msikiti huu. Kumbu kubwa sana. Kumbu kumbu, na tulipambana pia tulivoona uko mbali na daraja itaka kuchukuliwa, basi watu wakapeleka malalamiko na nini, tabidi walitoa taarifa, msikiti haumo tena katika mm. uhamishwaji wa daraja. Unaona kazi hii, palikuwa na nyumba ya asili baadae familia waliivunja wakaboresha waka, wakaboresha. Lakini ilikuwa pana nyumba na kiasili hapa katika eneo hili hapa. Oh. Mm -hmm. Sasa mimi hapa, hey, okay, hii mimi ni asili yangu hii hapa, uzawa wetu. Oh. sisi ni huu hapa msikiti unaona. Na viatu vile pale unatumika msikiti mpaka leo, na wenyewe wazai wanakwambia kwamba huu mto ulikuwa kulikuwa kuna mtaa hapa, hapa kulikuwa kuna mtaa huku mbele wanasema kabisa. maji ilikuwa hajafika bado, hakuna yani. Kulikuwa kuna, kuna mtaa kabisa hapa mbele. Umeona kazi Oh. Mm, mm. Kulikuwa kuna mtaa mbele ya jengo hili la msikiti, yaani msikiti ulikuwa uko ndani. Na hii kingo sia muda mrefu sana hii. Kingo muda mrefu sana walieka tu, lakini ilikuwa maji haijafika, yaani wao walieka, sio kwamba raba walieka kama tu basi mpaka kama tu kuweka mpaka, lakini wenyewe wasema kulikuwa na mtaa kabisa ah. eh. raba baada ya mtaa kufa ndo wakaona mm. waandae wa eh. kuna ni hii huku kuzuia sasa msingi rasmi ah. eh. mm. Kwa hiyo huu msikiti unauona hapa mm ulijengwa baada ya ule ambao ulipigwa bomu, yeah. Hmm. Na Wajerumani wakidhani kwamba Abushiri yupo ndani, nipo ya msikiti, ndani msikiti lakini kwa bahati mbaya hakuwepo, hakuwepo. Wakapiga bomu kalipua, hmm. Kwa hiyo eh, wale eh, wazee wakaamua kutengeneza msikiti, msikiti mwingine ambao mpaka leo upo na unatumika pia jamii kubwa ya, eh, ya familia ya masharifu Okay. Na, na dua zao pia wanazifanya hapa katika eneo hili hapa. Oh. E, ndio katika kizazi chao cha wenyeji wao. Okay. waliofikizia na wakaozeshana watoto wao hmm. ni familia hizi hapa. k okay. yeah. Sasa bila shaka mengi leo umeyafahamu na nilisema niko Pangani, nimekuja hapa eh, bweni ni kuonyeshe eh, vitu vingi kuhusu hapa. Ni sehemu ya kihistoria na, na hapa eh, kiongozi anasema yako mengi sana eh, yako mengi zaidi ya haya, lakini kwa sababu ya muda, lakini pia eh, nimekuja hafla sana, nimemshtukiza eh, kiongozi hapa, lakini naamini kwa sababu nimekuja leo, basi yale mengine yaliyobaki nitakuja wakati mwingine tuyamalizie, ili dunia ione eh, uzuri wa bweni. E, maajabu ya bweni na historia ya bweni. Kabla sijafunga, labda una cha kuongezea cha kuongea e, na kuongezea e, Watanzania humu, watu wa bweni nilikuwa asili yao kubwa ukulima Mm. Na zao kubwa sana walikuwa wakilipendelea kulima ni mpunga, mpunga. E, walikuwa chakula chao jioni bila kula ubwabwa wao mm. Hawajisikii raha. Ndio. Mona kazi na uvuvi mm. Walikuwa uvuvi wao mkubwa wa madema mm. na samaki yani, walikuwa wakitea, ambao samaki wao walikuwa wanamtukuza sana ni samaki yule dimbwara, mtu sko, mm. ni yule samaki mwekundu dimbwara. Okay. Mona na usubuhi ambao vitu walikuwa wakila sana ilikuwa ni mhogo na uji ambao wa mtama wenyewe mm. wanasema uji wa mtama na na, unatiwa na sukari guru au unatiwa mm. na hasali. Ndio. Okay. Ndio ilikuwa vyakula vyao vikubwa sana. Oh. ambao walikuwa wakitumia. Oh. Bweni hakuna shida, karibuni sana Bweni. Okay. Na mkija tutazidi kuwatembeza baadhi ya maeneo mengine ambao, ambao hatujafika kama makaburi kina Bwana Richard Hindorof alikuwa. Yeah. ndugu ya Mponge. Ndiyo. na baadhi ya majengo mengine yako sehemu mm. mbalimbali. Pia kuna sehemu ambayo ilitumika barabara ndogo ya Yakuvushia watu kupeleka misafara ya tumwa Zanzibari. mm. Iko sehemu hiyo mm. Na mti mmoja wa zamani sana hapo ndo litumika bandari. mm. Fika baadaye kubwa langu mm. Nawashukuruni kwa ujio wenu, natuapenda sana mfike, mm. ili mjeona yeah. asili yetu mjona utamaduni wetu mjiona mm. na mali kale zilizokuepo katika mm. mji wetu wa Bweni basi eh, yako mengi sana ya Bweni mm. lakini bila shaka kwa haya machache basi umejifunza mm. mm. endelea kubaki na mimi nitakuja tena Bweni Pangani kuweza kukujuza mengi zaidi. Niite Esco na asante kwa kuwa na sisi.